Mteja anakwambia bei ni kubwa. Sasa ni yako, yani, yani, siku, mbae, ingekuwa ni wewe kwenye biashara yako mteja wa na namna hiyo ungemjibuje? Yani, ungemwambia nini yani ungemwambia nini ili mwisho wa siku muweze kufanya biashara au wache kupoteza muda wako kwa mteja ambaye sio sahihi? Ingekuwa ni wewe ungemjibuje mteja wa namna hii? Sasa kabla tujaenda kwenye slide nyingine naomba uniambie kwenye comment, yani, wewe ungemjibuje mteja namna hii. Lakini wakati unaendelea ku comment, ukweli ni huwa ambao ningependa sana kwa siku leo uweze kufahamu ili wateja namna unapowapata kwenye biashara yako usiendelee kupoteza muda na wao wasikupotezee muda ili mwisho siku muweze kujua. Wote mmesimama kwenye eneo lipi ambalo mnaweza mkafanya biashara wote kwa pamoja. Sasa, kwanza kabisa inabidi uweze kuelewa mambo haya namba moja Sio kila pingamizi la mteja ni la ukweli hmm. Namba mbili, kabla ya kujibu, elewa kwanza pingamizi la mteja limetoka upande upi. Je, anauliza kwa kumaanisha au anauliza bila kumaanisha? Sasa tunaposema kwamba sio kila pingamizi la mteja ni la ukweli, namaanisha kwamba kuna baadhi ya wateja ambao watakuja kwako, utazungumza nao vizuri sana kuhusiana na bidhaa yako au huduma yako watakuuliza maswala ambayo ndani yako wewe unaweza kuona kwamba hapa, si nimepata mteja, lakini mwisho wa siku unapokuja kutaja bei ndo unaanza kuona kauli kama hizo, unasema kwamba kauli za kuweza kuweka pingamizi la kwamba bei ni kubwa. Sasa ni vizuri sana, kama mfanye biashara au mjasiriamali, tunasema kwamba ukauliza maswali ambayo yatakusaidia kuweza kufahamu huyu mteja ni anania kuweza kufanya biashara na wewe au hana nia kuweza kufanya biashara na wewe au anapoibua kipingamizi fulani baada ya kuweza kuzungumza naye kuhusiana na bidhaa ambayo ameiulizia kwako au ameiona kwako mm. Je, hilo pingamizi linakuwa na mwelekeo mzuri wa kuweza kufanya biashara au halina mwelekeo mzuri? Ndio maana nimesema kwamba ni, kwa ni vizuri ukauliza maswali au ni vizuri ukajibu kuweza kuona na maanisha au hamaanishi, sio? Unaanza kumwambia mteja kwamba anakwambia bei ni kubwa unaanza kumwambia mteja nimeingia gharama kubwa kutengeneza bidhaa hii. Gharama ya usafiri ni kubwa sana, au ndio bei yake. Ukiangalia kwa asilimia kubwa wafanyabiashara wengi huwa tunapenda sana kuweza kutumia kauli hizi. Tunapoona mteja anatuambia kwamba bwana, bei ya bidhaa ni kubwa sana eh, na kadhalika. Lakini kiuhalisia, mteja anapokuwa anaibua kipingamizi pingamizi la namna hiyo eh, kuna wateja wengine ambao wanamaanisha kweli. Lakini Bad news ni kwamba hakuna mteja anejali maangaiko yako ya kumletea huduma au bidhaa unayomuuzia. Naomba no urudi tena sentensi hiyo ya juu. Hakuna mteja anayejali maangaiko yako ya kumletea huduma au bidhaa unayomuuzia. Kuna watu wanadhani kwamba wakimwambia mteja kwamba bidhaa yangu nimetengeneza kwa gharama kubwa au gharama kuweza kuileta bidhaa mpaka badukani ni kubwa sana, basi mteja anaweza kashawishika kuweza kufanya naye biashara. Lakini kiwalisia unapotumia kauli kama hizi kwa mteja wako, moja kwa moja unajishushia ile thamani ya mteja kuweza kuona kwamba ana seli kuweza kufanya biashara na wewe, kwa sababu hii sio mizigo ya kuweza kumbebesha mteja eh. Yani mteja ataza kuona mbona kama ataka kuweza kunibebesha mizigo hii mimi niweze kuilipa kwenye biashara yake, au mwisho wa siku anaweza kwanza kuona bei ambayo unamtajia sio bei sahihi, kwa sababu unataka aweze kulipa hivi ambavyo unavisema kwamba gharama usafiri ni kubwa kwao, ni kama anataka kuweza kulipa hiyo gharama, japo tunajua kiuhalisia unapokuwa unaweka bei ya bidhaa yako, moja kati ya kitu ambacho unakizingatia pia unazingatia gharama, hatukatai, lakini sio kitu cha kuweza kumuonesha mteja kwamba kuna ulazima wewe kuweza kulipia hizi gharama ambazo mimi nimeweza kuingia, hapana. Lakini automatic unapoonesha thamani kwenye bei yako, mteja anapolipia, tunajua kwamba gharama zako zinalipwa na faida unaipata katika ile mauzo ambayo ni unayafanya, lakini sio kumwambia direct mteja kauli hii. Sasa unapaswa kuweza kumwambia kitu gani? Kabla kwenda kwenye hiyo sehemu mbaya zaidi kitu ambacho tunataka uweze kuelewa ni kwamba mteja hajali kabisa kuhusu bei kuwa kubwa au ndogo. Anachoangalia ni je, bidhaa yako inaweza kumpa hisia anayoitafuta? Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu unajua kwamba mteja anapokuwa anafanya maamuzi, hata wewe mwenyewe binafsi hapo unayenisikiliza. Unapoenda kwenye biashara fulani au unapoenda sokoni kutafuta bidhaa fulani. Kikaida unaweza kusema kwamba natafuta bidhaa fulani lakini ukweli ni kwamba kuna hisia ambayo unaitafuta kupitia bidhaa ambayo unataka kwenda kuinunua. Umeona, kuna hisia ambayo unaitafuta kupitia bidhaa unayoenda kuinunua kwenye duka fulani, ofisi fulani au soko fulani. Sasa hiyo hisia ndio ambayo mteja anaitafuta kuweza kuona kama inapatikana kwenye bidhaa yako pindi unapoongea naye. Mfano, kuna mtu mwingine anataka kuweza kusifiwa kwa kuonekana vizuri, labda kiumbo kuna mwingine anataka kuweza kujiamini anapokuwa mbele ya watu eh, anapokuwa mbele ya watu. Kuna mtu mwingine anataka kuweza kuonekana ni mtu wa hadhi ya juu anapotumia bidhaa yako fulani au anapopata huduma yako fulani ambayo unatoa kwenye biashara yako. Sasa hiyo ndio hisia ambayo mtu anaitafuta ninapokuwa nanunua nguo. Sinunui nguo tu kwamba ni vai nipendeze, lengo la kupendeza. Hebu try to imagine wewe, unapokuwa umenunua labda ni nguo fulani anataka kuweza kuonekana ni mtu ambaye amefanikiwa. Anataka kweza kone, kweza kuonekana ni mtu wa kijana wa kisasa au ni mtu wa kisasa. Hmm. Hata kuweza kuonekana kama ni mtu mwenye pesa, yani anatafuta status fulani kupitia hiyo product. Lakini ukiangalia endapo Apple wangeshindwa kuweza kuweka wazo hilo kwenye vichwa vya watu na kutengeneza hisia hiyo kwa watu na kupitia matangazo yao, ingekuwa ni ngumu sana mtu kuweza kuiona iPhone kwa mtazamo ambao kwa sasa hivi tunaiona. Ndio maana unaweza kuta kuna simu zingine ambazo ni bora kabisa lakini mtu akinunua ile simu kuna kitu anaona na kimiss tofauti na kimiliki iPhone. Kwa sababu gani? Kwa sababu iPhone walifanikiwa kuweza kuingiza hisia fulani juu ya matumizi ya simu zao. Kwa hiyo watu wanunua iPhone kwa sababu ni iPhone. Wanunua iPhone kwa sababu kuna status fulani ambayo inawapa hisia kwenye jamii ambayo inawazunguka. Kwa hiyo wewe unapokuwa unaongea na mteja akisema kwamba bei ni kubwa, unapoanza kumjibu kwa kusema gharama ni kubwa ya utengenezaji nimechukua labda bidhaa hii au nimetumia malighafi ya gharama kubwa sana. Au bwana, kwa sasa hivi bidhaa upatikanaji wake ni adimu sana, kwa hiyo imenigharimu kuweza kuipata. Hivi vitu havikusaidii kwa sababu most of the time vimebase kwenye logic. Umeona, havijajikita aa, kwenye upande wa hisia ambayo inaweza kumshawishi mteja kufanya maamuzi ya kuweza kununua bidhaa yako. Sasa mteja anapokuambia bei ni kubwa, unatakiwa kuweza kumjibuje? Najua kuna engo nyingi na wateja wanaweza kauliza hilo swali kwa kuweza kufanya comparison au ulinganishi wa bei ya bidhaa yako na bei ya washindani wako. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bei ya bidhaa yako ni kubwa kwa sababu inawezekana ameshindwa kuweza kuona thamani au ile hisia ambayo ni ataipata kwa kuweza kununua bidhaa yako. Kwa hiyo, kuna namna tofauti ya kuweza kujibu wateja wa namna hii, lakini kwa leo nitakupa majibu majibu mawili ambayo unaweza kuyatumia au kwa kuweza kuanza kuyatumia kwenye biashara yako. Lakini pia, kama utaona majibu haya ndani na biashara ambayo unaifanya, unaweza ka comment kwenye video hii aina biashara ambayo unaifanya, na mimi kwa kutumia biashara yako ile naweza nikakuandikia pale pale jibu uh, la swali ambalo mteja akikuuliza la namna hii unaweza umjibuje, na maana tuko pamoja hapa. Kwa jibu la kwanza unaweza kumjibu hivi: najua kuna kitu unamaanisha unaposema bei ni kubwa, unamaanisha nini kwa upande wako? Sasa mimi nakwambia uweze kutumia jibu hili la kwanza. Hili ni zuri sana kuweza ku open conversation au kuweza kufungua mazungumzo zaidi na mteja na mwisho siku kuweza kumuonesha thamani ya bidhaa ambayo unaiuza. Lakini nikwambie kitu kingine ambacho ni muhimu sana kupita maelezo unapo unapokuwa unaongea na na mteja unapokuwa unapokuwa unaongea unaongea na na mteja kuna na mteja kuna mambo ambayo tunapaswa kuweza kuielewa. Namba moja, sauti unavyoitumia, kama kwenye simu, mara nyingi ni sauti unayoitumia ina maana gani? Kwa sababu sauti ndio ambayo inatafsiriwa kabla ya maneno yako. Kuna maneno yako, kuna, kuna sauti yako, maneno yako pamoja na body language.